Asalamu As alaykum, mtazamaji wa Manara TV, karibu sana. Jina langu ni Saumu Hassan, lakini siko peke yangu hapa studio siku leo, niko na Hadija Ali, huyu ni co-founder wa eh, STK. STK Coaching, atatueleza yes. Uh, ni kitu gani kimemfanya kuja hapa studio za Manara TV? Tutazungumza naye mawili matatu. Hadija, karibu. Shukran sana, sister Saumu uh, shukran sana Manara TV kwa kunikaribisha kwa mgeni wenu leo hii kama sister somo alivyosema kwa majina anaitwa Khadija Ally Ahmed ni founder wa STK Coaching. oaci Okay. labda utueleze kidogo STK Coaching ni nini na... Okay, so okay, STK Coaching ni kampuni iliyosajiliwa kabisa kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na inajikita katika kutoa mafunzo workshop and trainings, uh, basically kuhusu leadership na personal development and business growth. Sawa. Uh, labda kwa nini mmelenga watu gani hasa kwenye hiyo mm, coaching? So coaching yetu tunakuwa tunatoa mafunzo mbalimbali kwa vijana na wa hasahasa wale waliopo makazini, lakini waliopo shuleni kwa maana ya sekondari na na vioni. Lakini kilichonileta hasa hapa okay, ni kutokana na programu yetu ijayo ya mwezi wa tano, inshallah, utakuwa na programu ya workshop ya siku mbili ambayo itaenda kwa title ya Leadership and Business Growth na itatolewa na mkufunzi kutoka Ujerumani ambaye yeye okay. ni mentor wangu Dr. Angela Daalmann, na yeye ndo alionifanya mimi nika, nikaanzisha STK Coaching baada ya kushiriki mafunzo yake kwa miaka minne mfululizo. Alikuwa analetwa hapa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Utamaduni na Michezo vijana Uh, alikuwa anawatrain wale viongozi wa, wa, wa, wa michezo katika sekta mbalimbali kiwemo wilaya uh, na kadhalika. So mimi nilibahatika kushiriki mafunzo yake na nilikuwa namwasist kwenye upande wa translation. Uh, lakini pia nilikuwa namwasisti kwenye upande wa kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa siku zote za training. Okay. So mwaka jana ndo nikafanikiwa kutana naye tena kwenye training na nikamwambia kwamba mimi nataka niwe kama wewe na, hmm. ni bless na akawa na ni assist bega kwa bega mpaka hapa nilipofikia, na this year ndo amesema anataka sasa kuja kunipa uzoefu zaidi kwa ajili ya kufanya hii kitu kwa pamoja hapa Dar es Salaam na itakuwa ni na deal na business, na kuhusu, leadership, jinsi ya kuongoza watu kwenye biashara lakini pia kwenye taasisi mbalimbali. Okay, labda uh, kitu gani hasa mmeona ambapo labda kuna kitu kimepungua kwenye kampuni labda au kwenye hizi ambazo kwenye haya mafunzo, mpaka mkaamua kuanzisha kitu kama hicho? hmm. Shefa uh, tumeona ni kitu ambacho kinahitajika. Watu mbalimbali wanakuwa wanamiliki biashara au wanakuwa wanapewa nyadhifa za uongozi hmm. kutokana tu na uzoefu wa kuwepo katika kazi fulani, bila kujali labda ana uwezo gani wa kuongoza watu kufikia malengo fulani au kufikia zile target zilizowekwa za kampuni au taasisi. Kwa hiyo mimi dokta alivyoniuliza kwamba nataka nikupe experience ya siku mbili kufanya mm -hmm. workshop Dar es Salaam. Ni topics gani ningependa ziongelewe, moja kwa moja nikamwambia tunahitaji tunahitaji ulete semina ya viongozi, lakini pia uongozi uongozi wa biashara au taasisi okay, sio sio political leadership, sababu uongozi huko aina mbalimbali so yeah. Mimi okay, nipo interested kutoa mafunzo ya uongozi wa taasisi au uongozi wa kampuni kwa sababu nimeona kuna gap sana hiyo sa. Sekta labda, utuambie sasa, kwa mtu ambaye anataka kushiriki kuna taratibu gani? Ni lini mm -hmm. na inafanyika wapi? Okay. So hii program itafanyika pale Red Cross Building, opposite na City Mall, na itafanyika tarehe ishirini na tisa na tarehe 30 Mei, na kama kuna mtu ni kiongozi wa taasisi fulani au ni miliki wa biashara ambaye anaongoza watu anaweza kushiriki kwa kutupigia simu ili tukampa utaratibu, lakini pia anaweza kutembelea kurasa zetu za kijamii special Instagram kwa jina la STK coaching. Okay, wewe ni miongoni mwa watu ambao wamebahatika kushiriki haya mafunzo mm -hmm. na naamini umejifunza mengi si ndio? mm -hmm. mm -hmm. Uh, una kitu gani hasa cha kuambia vijana mm -hmm. ambao pengine wanatamani kushiriki na mm -hmm. hawajui wafanye nini? Okay. So mimi na, natoa wito kwa vijana na si vijana tu, na wale ambao wao wanapitia wana experience uongozi kwa namna moja au nyingine, washiriki kwenye hii programu. Ni programu ya siku mbili, lakini inaweza ikakava, let's say, miaka mitatu labda ungefanya degree ya kitu fulani, kwa sababu program yake inakuwa very engaging, na inakuwa na lot of activities ambayo inamfanya mtu aelewe while practicing uh, lakini pia mimi nimeshawahi kushiriki semina mbalimbali zinaweza zikafika hata mia mbili lakini semina yake Dr. Angela zote inanivutia niendelee kushiriki kutokana na the style anayotumia kufundisha. Kwa hiyo nawasihi watu kama they really want to move to the next level, washiriki hii program. So, wito wangu uh, hii fursa ni kwa ajili ya watu wachache, tuna very limited slot. Kwa hiyo kama mtu anataka kushiriki ameweza kushiriki, basi atutafute na mapema, au afuate taratibu na mapema lakini pia kama kuna mdao au wadau ambao wanataka kupartner au kusponsor pia milango iko wazi, mtazamaji. Bila kusahau tumedhaminiwa na GSM, lakini pia haya wa Safi Soap na G5, hao ndo wadhamini wetu.